Kufuatia yanayoendelea hapa nchini Tanzania, baadhi ya wananchi wameendelea kutoa maoni yao mbalimbali wakieleza namna ambavyo wanaitazama nchi yetu hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wakili Bonifasi Anyisie Mwabukusi ni mmoja kati ya wananchi ambao pia wametoa maoni yake. Katika maoni aliyoyaandika katika ukurasa wake wa Facebook anasema, katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, katika kila hatua ya utendaji au upangaji katika nafasi za maamuzi, ni kosa kubwa kuwekeza katika ukandamizaji wa kisiasa badala ya usimamizi wa kisiasa wa nafasi ya kiraia. Utawala endelevu unajengwa juu ya mazungumzo, ushirikishwaji na kuheshimu haki na wajibu wa kila mmoja, si kwa kunyamazisha upinzani. Anamaliza kwa kuandika BAK Mwabukusi. Baada ya maoni yake hayo, wasomaji kadhaa pia wameeleza katika kuchangia andiko hilo, akiwemo Abroda Milen akisema in law ala loya. Aloisi Komba anasema, hakika msomi, ila katika nchi za bara la Afrika ngumu sana. Kuna chaguzi kadhaa mwaka huu katika nchi za Afrika, ikiwemo jirani zetu Burundi, wapinzani hawashirikishwi kikamilifu kwa kuondolewa katika mchakato parapanda, para imelia. anasema gwajimanization of Tanzania. Gwajimanization ni ujasiri wa kusema kweli bila kujali madhara yatakayojitokeza kutoka kwa wasiopenda kweli. Mazoea yamezidi nchi hii, sasa ni muda haki kutenda kazi. Tanzania amka, Tanzania ni yetu sote amesema Free Ben saa nane anodi po. Anasema muhimu mabadiliko ya kweli yanahitajika kanuni za utawala. Laban Lutufio anasema asilimia ishirini ya watu waliokubali ku, walio mfumo wa vyama vingi ni ndogo kuliko asilimia themanini ya waliokataa, lakini kama nchi ilibidi kuwasikiliza wachache pamoja na vitisho kwamba mfumo wa vyama vingi utasababisha vita katika nchi. Gerardo Will Hart anasema ni imani yangu, hata leo ukiwa ukiwauliza swali viongozi wetu wa juu kwamba wanaiona wapi Tanzania ndani ya miaka 15 ijayo, ingawa ni kipindi kifupi ila wanaweza wasikujibu na wakakupa kesi ya uchochezi, kwa sababu tuna viongozi ambao wana maono na ndio maana wanafanya mambo. Oh, kaandika mambo yake huyu bwana Gerardo. Felix Joseph anasema Oktoba tuna tiki. Joyce Mabeba anasema no reforms no election. Venant Jovena anasema bora enzi za mkoloni. Arnold Poe anasema no reform. New katoto anasema hapa Tanzania tumetiki 2019 uhalifu ukatamalaki, tukarudi 2020 watu wakauawa na wengine kupotea. Mkumbuke Aquilina aliuawa kwa sababu ya sheria ya viapo vya mawakala kuwa mkurugenzi ndiye atatoa, na mpaka leo haijawahi badilishwa. Wengine 2020 to date walikuwa makam, makampen, makampena wakatekwa mpaka leo hawajawahi kuonekana Wilson Damas na Richard Kayanda. Tongori wa Tarime hawajulikani. Waliko nyatega wenje aliuawa ishirini ishirini. Chacha Ngawia aliuawa ishirini ishirini. Sabayo Marwa Makuri aliuawa ishirini ishirini. Chacha Isanga, Isangora aliuawa ishirini ishirini. Voke Mwita Weitei aliuawa Oyere mkami aliuwawa. Chazi Nyamsangia amela amelema akipigania atangazwe na wakala wa vituo walijeruhiwa, na kulema lemaa vilema vya kudumu. Tukaingia mazungumzo na serikali na CCM kuangalia njia ya kuondoa haya asijirudie mwaka 2024. Manyoni mgombea akauawa. Tunduma kiongozi wa chama. Baada ya hapo, waliolalamika Mdude Nyagali gari amevamiwa na kuumizwa, hajulikani aliko. Wagombea walinyang'anywa vitongoji, ofisi za watendaji zilifungwa, wagombea zaidi ya kumi na mbili kwa mujibu wa waziri walienguliwa akiwemo wakili Deogratias Mahinyila, wakili wa mahakama kuu, kuwa hajui kusoma na kuandika. Wale tuliobakizwa wakatangazwa, kwa bahati mbaya nao walibadilishwa matokeo na kuitwa wana CCM kwa nguvu, ama kuwekwa na CCM. Mfano kitongoji Gonsara Nyamongo, kijiji Nyabisaga, Tarime vijijini Kitongoji Kia bibi Roria tumeyaona ya marehemu kuandikishwa, watoto wa shule kuandikishwa. Tumekubaliana kudai tume huru, kudai mawakala watambulishwe na vyama vyao, mawakala waruhusiwe kuingia vituoni na simu, makamishina wa tume wasiwe makada wa vyama kama Omar Ramadhani Mapuri Katibu mwenezi wa CCM kuwa kamishna kalima kada wa CCM mkuu wa mkurugenzi mwenyekiti wa tume yasiteuliwe na rais, maana rais ni mgombea na mwenyekiti wa CCM. Matokeo ya rais yahojiwe mahakamani, kula zitangazwe pale pale vituoni, boksi za kukimbia nazo kutoka vituoni, hapana. Hapo ndipo maana ya reforms, ili twende kwenye election. Bila hizo reforms hatuwezi kwenda death election tena, kama mfano tuliowapa hapo ya 2020 2024. Anaendelea kuandika tena zaidi, huyo mwangali huyu wa Grey Chesko anasema, kura yangu si mtaji wa watu wenye malengo yao, hili, kura yangu si biashara isiyo ninufaisha mimi na kizazi changu. Tatu, anasema kura yangu si faida kwa watu wanaotaka umaarufu. Nne, anasema kura yangu si njia ya mafanikio ya mtu, bali ni mafanikio ya taifa langu. Tano, anasema kura yangu si mawazo ya mtu mmoja au chama kimoja kuamua hatima ya maisha yetu ya maisha yangu na kizazi changu. Ameeleza huyo bwana Agrey Chesko na mambo kadha wa kadha, ambayo kuna mambo kama kumi na tano hapa ambayo unayaona kayaeleza bwana Agrey Chesko katika kurasa huu wa Facebook wa kaunti ya mheshimiwa wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi ambaye analaani kwamba si vema uh, watu ama uchaguzi ama upinzani kunyamazishwa. Karibu mtazamaji, kwa maoni yako nawe pia siku ya leo.